Huyu ah, mke wangu atakuwa amekwenda wapi sasa? Yaani mimi namsubiri muda wote hapa, tuongee mambo ya msingi, hayupo. Sijui kaenda wapi. Nilikuwa kidogo nafanya shughuli shughuli za kufua sinajua tena, mme wangu nilikuwa nakufulia nguo zako, ndio maana nilikuwa kidogo bize, lakini nimesikia sauti yako nibidi nije. Ulikuwa unataka kuniambia nini, mme wangu? Ah, wewe mke wangu, naye kwa mambo mengi wewe. Ah, lakini anyway sawa. Ah, kuna issue moja nitaka kukuambia. Ile siku nimekuja, nilikuwa nimechoka sana, sikuweza kukuambia chochote, lakini ah, hivi ninavyokuambia, tulikuwa tumetoka kwenye mapango yale makubwa kabisa katika milima Mbabadu, kwa tunaenda kukutana na mtaalamu mganga kienyeji eh mm, mganga kienyeji tena. Mke wangu, yani nimekaa na wewe kwenye kasri hii sasa ya kwenda mwaka wa kumi, sijawahi kukuona wewe ukienda kwa waganga wa kienyeji. Imekuwaje au kuna kitu gani kimekuingia tena mume wangu, mpaka unaenda kwa waganga? ina maana mama yangu alikuchanganya kiasi hicho? Sikiliza kwanza, usidandie mambo kwa mbele. Kuna mambo ambayo yanaendelea ambayo yanachanganya sana, huwezi kuyaelewa kwa macho ya hivi, macho ya nyama. Yatakiwa uende kidogo muda mwingine kwa wataalamu uweze kupata mustakabali wa mambo yanayoendelea. Sisi tunapambana na jitu ambalo lina upande wa pili, sio rahisi kumshinda lakini tulivyokwenda kwa yule mtaalamu yule bibi ambaye alikuwa ni mchawi zamani wa kijiji, alitupa mambo ambayo yatatusaidia sisi katika utukufu wetu huu au ufalme yetu hii ya Okara, na hatuwezi tukateteka tukate tena. Ndio maana ibidi mimi niende kwenye ile mapango ya mlima Mbambadu. Ehe, mlivyofika huko kwenye mapango huyo bibi mchawi akawa ameambia kitu gani mfanye sasa? Au aliwaambia kitu gani? Uh, ni mambo mengi sana aitueleza, maanake kuna mambo ambayo hata aliweza kutokea kwenye falme yetu hii ya Okara ambao sisi wenyewe binafsi tulikuwa hatufahamu kilicho kwa kinaendelea. Ah, ainipa historia ya zamani kipindi cha mtukufu mfalme baba yangu ambaye alikuwa ni Alfred Okara na mambo ambayo aliwahi kuyafanya huko nyuma, na ndo mambo ambayo yameenda kututafuna sisi kwenye falme yetu paka kufikia pointi ya kwenda kupigwa na jeshi la wajemi likiongozwa na Mamnyange. Alikuwa anaeleza kwamba katika falme hii ya mtukufu Okara kipindi cha miaka ya nyuma kabisa, takriban miaka ishirini nyuma, mzee wangu Alfred Okara aliweza kutembea na binti ambaye alikuwa tatizo la ngozi, ambaye ndio albino, na hiyo ndiyo ilibadilisha taswira nzima na kutuingiza kwenye kwenye machafuko makubwa sana katika falme yetu hii. Da, jamani ah, Mungu amrehemu baba mkwe mzee Alfred Okara, kwa kweli kuna mambo ambayo aliyafanya makubwa sana katika falme yetu, lakini hilo mimi sikuwahi kufahamu kama aliwahi kufanya madhila kama hayo. Kwa hiyo tunafanyaje, za mme wangu? Baada ya kuambia hivyo, mganga akakueleza nini tena kutokana na mambo ambayo umetokea? Mganga alitueleza mambo mengi sana na pia kuna mambo ambayo kidogo tuliyafanya pale. Kuna maagano ambayo niliingia naye mpaka ikafikia mimi kuweza kunywa kiapo cha damu naye, yote haya nilikuwa nafanya kwa ajili ya kuweza kunusuru tu uu ufalme wetu wa Ukala usiingie kwenye doa lolote, na alinielezea jambo moja kwamba kwenye falme hii tukufu ya mfalme wa Ukala haipasi, haitakiwi na wala haipaswi kuonekana mtoto yoyote ambaye atakayezaliwa ambaye atakuwa na ta tatizo la albino au albinism. Haitakiwi kuonekana na mtu ambaye ni albino katika jamii yetu hii au falme yetu hii ya mtukufu wa Ukala. Kwa kweli hii ni taruki. Mimi sijawahi kumuona albino jinsi alivyo. Huwa nasikiaaga tu, anakuwaaga niweupe kama karatasi, lakini sijawahi kumuona albino. Lakini itabidi tupambane kweli asipatikane mtu aivo. Na akipatikana mtu kama huyo ni mara moja kumkamata na kumnyonge mbali kabisa asijakatia mkosi kwenye hii falme yetu. Ah, kwa kweli akipatikana mtu hivyo inabidi tumuondoshe mapema kabisa sija katuletea mkosi, maana kuja kuvamiwa tena ile jeshi. Ah, kwa kweli, hapana, sitakubali, sitakubali hata kidogo. Hey, alafu vipi? Mwanangu Junior yuko wapi? Nataka nimwone mm, yule anavyopenda kula yule. Ngoja nikamwangalia jikoni kule, najua atakuwa tu maeneo ya jikoni basi. Ngoja nikakuitie Junior. Mama mimi nataka nitoke nje nikacheza na watu wenzangu, nimekaa humu ndani kila siku tu mimi nachoka. Ah. Melisa, Melisa mwanangu huko nje hakufai kabisa, yani hakukufai wewe kutoka nje kwenda kucheza huko. Ni bora uchezie humu ndani tu mwanangu. kwani kuna kitu nakosa? ni kweli kabisa, mamangu, mnipatia kila kitu. mimi niwapongeze kwa hilo, lakini tambueni kwamba mimi bado ni mtoto mdogo, nahitaji kwenda kucheza na watoto wenzangu. kuna michezo mingi ya watoto, mdako, mchezo wa kombolela, mchezo wa kukimbizana, michezo mingi sana ambayo nahitaji kwenda kucheza na watoto wenzangu. sasa nikikaa huku ndani, wewe unaona kama mnanyima haki yangu ya msingi Ujua hata babako mwenyewe haafikiri swala wewe kwenda kucheza nje, ameshakataa ameshapinga kabisa, na unajua hilo babako alivyokuwa mkali, au nataka nikamwambia kuchape fimbo, si ndio? Wewe cheza huu ndani, kama kuna kitu yote ambacho unataka cha kuchezea, mimi nitakuletea, lakini wewe unajua kabisa na hali yako uliyokuwa nayo haishauriwi kutoka nje kwenda kucheza, ni hatari. Ah, mimi nishachoka huu ndani, jamani. Ah, sawa tu mamangu, acha mimi nikapumzike ndani basi. Hey, che che che che. Eh, Yeshua, mwana mfalme, mwanangu, yani mbona unapenda kula sana? Yani unakuwa kama fuku fuku. Yani kila muda unapenda kula kula sana mwanangu. Shida ni nini? Eh, hey, unapenda kula sana. Yani wewe muda wote uko jikoni. Mimi nashangaa sana. Mwana mfalme gani wewe unayependa kula kila saa? Eh? Hey? Baba yako anakuhitaji huko. He? Eh, hey, baba yangu amerudi. Ai, si kweli, baba yangu mimi ni shujaa sana. Ina maana ile vita ameweza kurudi akiwa salama manake, mm, yale mabomu yaliokuwa natupwa, zile kelele za farasi na zile fujo zote za mishale, ameweza kurudi salama ah! Kwa kweli Okara ni mtu jasiri sana. Unaona, unaona jinsi babako alivyokuwa mtu jasiri, mtu ambaye anaweza kujimudu mwenyewe, sio kama wewe mda wote unapenda kula kula tu. Yani una, utakuja kuniangusha wewe. Jiandae hapo utoke Twende kwa baba yako anakuita, anahitaji kuone. Ah, mama mkuu, asa kula sio tatizo. Unajua tena mimi lazima nile ili nijenge mwili niwe kama baba sasa. Nisipokuwa nakula nitakuwa dhaifu. Basi sawa, basi wote. Ngoja tu mama, mimi nakuja. Hapa namalizia kidogo kula matunda, haya matunda mazuri, maepo haya eh, mandizi, naona hapa kuna machungwa, wacha nimalizie kuyala alafu nakuja. Wewe tangulia tu mama wangu, nakuja. Aya, fanya hima umalizie kula matunda yako. Ukimaliza huko babako atakaje kuone. Mimi acha niende.